Habari, wapendwa, na natumai wote ni wazima na kila mmoja amekuwa akipambana kuweza kuhakikisha afya yake inakuwa salama kipindi chote, ikiwa ni muendelezo wa series ya video 100 ambapo tumekuwa tukielezana namna ambavyo mwanamke anaweza kutambua hedhi yake na, na, na kutambua ipi ni njema na ipi ambayo ni hatari. Sasa leo nimekuja na swali au nimekuja na video ambayo inaeleza namna video ambayo inaeleza swali linotokana na kwa nini mtoto wa miaka nane au kwa, kwa nini sasa hivi baadhi wa ambacho... ya wasichana ambao ni wadogo kabisa wamekuwa wakiingia hedhi mapema zaidi chini ya miaka nane au tena na miaka nane anaweza kuingia hedhi ambayo tulisema normal ni mtoto akiwa na miaka tisa mpaka miaka kumi na tano. Hichi ni kipindi ambacho mzazi anapaswa kuwa makini, ni kipindi ambacho si cha kupuuza, kwa sababu kinachotokea kutokana na mabadiliko ya homoni. Ukisoma zaidi au ukiendelea kunifuatilia mitandao ya kijamii, nitakuja kueleza kwa sababu gani wanawake wengi wamekuwa wakianza tendo la ngono mapema zaidi, ukiachana na ushawishi ambao wanakuwa nao ni kutoka kwa wanaume au kutoka jinsia ya pinzani, lakini kuna mabadiliko ya homoni ambayo mwanamke anakuwa nayo na kuweza na kupelekea kupata tamaa mapema zaidi. Sasa kinachotokea kama itatokea mwanamke atapata matamanio au mvurugiko wa homoni ambao unatokea hapa na kuweza kupelekea kupata vishawishi au kupata ile hamu kutaka kushiriki tendo la ndoa zaidi, basi inaweza kupelekea kupata ujauzito mapema zaidi, hata kama akiwa mdogo. Maana yake hedhi inakuwa imeanza mapema kabisa, kwa hiyo ni vizuri kwa hiyo mama ambao nifuatilia ni, ni wae ambaye ni mwenza au ni mtumishi wa afya, uweza kuwasaidia wanafunzi au au watoto ambao watakuwa chini ya ya umri wa miaka nane na ambao zaidi ya miaka nane au kwa nyinyi walimu ambao mtakuwa mashuleni, hii ni elimu ambayo ambayo inapaswa kupewa mapema zaidi. Na wewe kama unafikiri utashindwa na utamani kuitisha elimu hii, unaweza kunitafuta na kuweza kusaidia shule kupata manufaa kwa kina zaidi ambayo tutaeleza vitu muhimu ambavyo mtu anapaswa kufahamu pale ambapo ataingia hedhi. Kwa hiyo unaweza kanitafuta na kupata maarifa haya kwa uh, kupitia namba 0716511107, 0716511107. Hii ni namba ambayo unaweza kunitafuta na kuweza kufikisha ujumbe au elimu kwa kiwango kikubwa zaidi ambacho mtoto au watoto watakuwa salama kimichoto. Kwa hiyo iko na baadhi ya wasichana ambao wanaingia hedhi mapema zaidi. Sasa tutazame ni kitu gani ambacho huwa kinatokea au ni vitu gani ambavyo huwa vinapelekea mwanamke akaingia hedhi mapema zaidi, au wasichana wengi walikuwa wakiingia hedhi mapema na kupelekea kama zile homoni zitavurugika na kuweza kupata vishawishi kutoka kwa wanaume, anaanza kupata ujauzito wa mapema zaidi, hata kama ni mdogo. Mfano, nikiwa nafanya kazi katika hospitali ya tosa maganga, hospitali ya rufaa tosa maganga kopo mkoani Iringa, nakutana mtoto anakuja, yani tuseme tu ni mtoto wa miaka kumi na sita na miaka kumi na nne ajifungua mabadiliko katika mwili na, na mazingira au sehemu nyingine ambazo tutaziangalia hapa na kuweza kumnufaisha kum, mtoto mtoto maarifa na hatua za kuchukua lakini kwa hiyo mama, kufahamu, na kuchukua mama kufahamu hatua kwa mtoto wako aa aa akuuua aaa kwanza, umri sahihi ni miaka tisa mpaka miaka kumi na tano Ilikuwa ni miaka kumi na mbili mpaka miaka kumi na sita, ukisoma zaidi au ukisoma maandiko tofauti tofauti wanasema miaka kumi na mbili mpaka kumi na nne wengine wanasema miaka kumi na mbili mpaka kumi na sita kwa hiyo range ya kawaida ya zamani ilikuwa ni miaka kumi na mbili mpaka miaka kumi na sita ni kipindi ambacho mtoto wa kike iko na nafasi kubwa ya kuingia hedhi lakini wengi wamekuwa wakiingia miaka kumi na nne mpaka miaka kumi na sita pale nafikiri hii ndio elimu ambayo tunao siku zote lakini sasa imetokea mpaka miaka nane mtoto amekuwa akiingia hedhi sasa ni vitu gani ambavyo vinatokea hapa vitu gani ambavyo huwa vinasababisha mwanamke akaingia hedhi mapema zaidi, au mwanafunzi akapata hedhi mapema zaidi, ikiwemo mazingira. Hii sababu ya kwanza, ikiwa ni mazingira ambayo mtoto lazima afahamishwe na kuwa na kwamba haya mambo yanayotokea. Okay, lazima yanayo makini zaidi na kuhakikisha na kuwa salama kila wakati. Afya ya mazingira au mazingira yanayomzunguka lazima yaweze kuwa salama, ikiwemo kama mtoto akuwa na stress nyingi eza ni stress za masomo au ni stress ambazo kutana nazo katika familia au jamii inayomzunguka, au ni mtoto wa kwanza, alafu mazingira anayo kaingia mapema zaidi, mzazi ama ya mazingira yake yanakuwa salama, salama ni Genetic, ambao ni genetic ambayo ni tatizo la kurithi ambao mtoto anazaliwa nao kutoka ku, kwa wazazi au mzazi wake wa kike. Kwa kama itatokea mtoto alikuwa amerithi kutoka kwa wazazi, basi nafasi kubwa ya yeye mtoto, hata miaka nane anaweza akaingia hedhi mapema zaidi. Lakini tatizo la tatu au jambo la tatu ambalo linaweza kupelekea kuathiri afya ya mtoto na ku, kupelekea kupata hedhi mapema zaidi ni chakula, ambavyo chakula ambacho huwa tunawapatia watoto kila siku Hili ni jambo ambalo mzazi anapaswa kuwa nalo makini, ni jambo ambalo si la kupuuza, kwa sababu mwisho wa siku kinachotokea, mtoto anaanza hedhi mapema zaidi, au ataanza kuona mabadiliko ya mwili wake mapema zaidi, ambayo yanampelekea wanaume kupata vishawishi na kuona kwamba mtoto, mtoto amekua. Kwa hiyo ni jambo ambalo mtoto anapaswa kuwa nalo makini. Tuepushe vyakula vya viwandani, tuepushe vyakula ambavyo havina afya na kuweza kutengeneza mwili wa mtoto. Hivi vyakula ambavyo ni vya kisasa vinaweza kupelekea mfumuko wa mwili na kuwa katika mazingira ambayo sio salama zaidi ambayo inaweza kupelekea mwanamke akawa mnene mnene mnene sana, au akawa mwembamba sana. Athari ya mwanamke mnene ni kuweza kuingia hedhi mapema zaidi, lakini moja ya changamoto kuwa mnene ni kuweza kukosa hedhi kwa, kuna vitu vinategemeana, aidha unene uwe na faida au, au aidha unene uwe na hasara. Hivi ni vitu ambavyo mzazi anapaswa kuwa nazo makini, kwa kama mtoto wako ni mnene, hakikisha mama katika kipindi cha miaka 8 mpaka miaka kumi na tano kipindi ambacho anaweza kaingia hedhi mapema zaidi, kwa ni jukumu la kumsimamia mtoto, jukumu la kumpa maarifa mtoto na kuweza kuwa salama kipindi chote. Haya mambo ambayo tamsaidia mtoto na kuhakikisha atakuwa salama zaidi, lakini pia tatizo nyingine ni homoni au mabadiliko ya homoni ambayo na yanatokea kila siku kutokana na mtindo wa chakula ambacho mtoto atakuwa anakula. Kwa hiyo ni vizuri mzazi ukawa makini na kuhakikisha mtoto anakuwa salama kabisa. Hizi sio laana, hizi sio kwamba ni jukumu kwamba mtoto amekuwa na kuweza kumkabidhi majukumu mengine ambayo atakuwa Eh, makubwa zaidi ama mabadiliko ya mwili ambayo yanaweza katokea na kuweza kumkabidhi kwamba mtoto anaweza kawa mkubwa zaidi. Mtindo wa maisha unaweza kupelekea e, mtoto akakuwa haraka au kanikana mkubwa na kaanza kumkabidhi majukumu au kaanza kumshirikisha mambo makubwa na kumpelekea mwisho siku kaanza kuingia hedhi mapema zaidi, lakini ili si jukumu la mtoto, maana kosa inapotokea mwanamke au msichana akiingia hedhi, sio jukumu la mtoto kwamba amekosea. Amna, ili ilikuwa ni ili jukumu la mzazi kuweza kutengeneza mazingira ambayo mtoto atamfanya aweze kuwa vizuri na kuwa mwenye afya kipindi chote ambacho atakuwa anakuwa katika mikono ya wazazi wake. Kwa hiyo ni vema mzazi kuzingatia afya ya mtoto, ni vema mzazi kutengeneza mazingira ambayo atakuwa salama zaidi. Na kama unajihisi mzazi ulipitia changamoto ya hedhi, ni vema ukatafuta msaada au kipindi ambacho mtoto wako anakuwa, ni vema ukamfuatilia na kuweza kuhakikisha afya yake inakuwa salama hata kama ataingia hedhi mapema, lakini hapati vishawishi ambavyo vinaweza kumpelekea kashiriki tunu la ndoa mapema zaidi na kuweza kupata ujauzito mapema zaidi. Asanteni kwa wewe. Mungu anaendelea kusubscribe au endelea kushare na kupata maarifa mengine zaidi, kama mimi ambavyo nimeamua kutoa ofa video mia moja ambayo ni, ni madarasa ambayo na wanafundisha kupitia grupu la WhatsApp, lakini nimeamua kutoa hapa ili kuweza kupata vitu vya msingi, au jamii kuweza kufahamu ya maarifa yanayohitajika na kuweza kunusuru watoto na mimba za watoto mapema zaidi. Asanteni, endelea kusubscribe, kushare na kulike ili kuweza kupata waungana wengi zaidi na maarifa haya kuweza kuwafikia wengi zaidi. Mpaka wakati mwingine katika video ya sita.